Wokovu na tukuta tukiwa safarini, wokovu na tukuta tukiwa magerezani, wokovu na tukuta tukiwa hospitalini, wokovu na tukuta tukiwa nyumbani, wokovu na tukuta tukiwa tumelala. Katika jubilei ya 2025 Baba Mtakatifu, tangu mwezi Disemba mwaka 2024 hadi Januari 6 mwaka 2026 walau, ametoa fursa kwa kila mmoja asiweze kusema mimi sikupata nafasi. Januari tulianza na jubilei ya ulimwengu wa vyombo vya upashanaji habari. Ndani ya kanisa kumekuwa na mwamko mkubwa wa vyombo vinavyotuletea habari, hata tukio kubwa kama hili linarushwa moja kwa moja. Wale ambao hawakuweza kufika kwa namna moja au nyingine wanapokea wanashiriki katika tukio kama hili. Tunashukuru vyombo vya upashanaji habari vya kanisa katika taaluma ya weledi wa kuisambaza injili katika nyakati za leo. Mwanzilishi wa familia ya Pauline Alberione, aliwahi kusema kama mtume Paulo angezaliwa nyakati hizi za wingi na utitiri wa vyombo vya upashanaji habari Injili ingekwisha kumfikia kila kiumbe dunia hii. Kama Paulo angezaliwa nyakati zetu za leo, injili ingekwisha fika katika moyo wa kila kiumbe kwa jinsi ambavyo Mungu alim